Kaunti ya Mombasa ambapo wahudumu katika fuo za bahari eneo la Nyali hadi Serena wamefanya maandamano kulalamikia hatua ya shirika la wanyamapori kuongeza ada za watalii za kuzuru vivutio vya baharini. Ni maandamano ya kushinikiza ada mpya za shirika la KWS. Wahudumu katika fuo za bahari kaunti ya Mombasa wamelalamikia kutozwa kwa ada zaidi na shirika la wanyamapori wakisema kuwa ada hiyo itawazuia watalii kuzuru vivutio vya baharini na kukosa ajira. Uh, non-residents have been paying $18. They have com been complaining already with the yes, 18. yes. I have a big number of clients who said, "I cannot go." Why do you take a thousand shillings and you are giving me the services and the KWS is taking $25. Now it's gone to $25. Wao wanaongeza fee, tutapata wapi wageni, wanavunja kazi, wanavunja wageni. Hatutapata lolote so sisi tunapigania haki yetu bana tumeongea mmekuja, mmeongeza ada, imekuwa juu, mmeongeza hata ride za boats e, peke yake. Hawa wananchi hawana kazi wanafanya kwa sasa, hawa wananchi wako tu hapa hakuna kitu anafanya sasa hivi, wamegoma, hawana mahali pa kwenda pengine. Kwa upande wake shirika la KWS baada ya zoezi la kukusanya maoni lilifanya kikao na viongozi wa washikadau wa utalii, ambapo wahudumu hao wafukwe wamepinga vikali madai hayo.

up to the mama mama mboga mboga because if I don't get money, mama mboga will not get money money will not Aidha, wahudumu hao wametishia kususia kutoa huduma kwa shirika la wanyamapori kuendelea na biashara zao za kila siku, wakidai kuwa wanakandamizwa na malalamishi yao yamepuuzwa. Paki ondosha <tipulia> kabisa, alafu tuanze tena upya, manake wenzetu wa south south coast coast wenzetu wa kule mpaka dakika hii hakuna paki, kwa sababu wanakataa, kwa sababu unyanyaso humo nao tunyanyasa sisi, ni picha kwa wenzetu pale vile mnatunyanyasa, hakuna mahali yoyote tunaweza advise watu wakubali iwekwe park, manake baada ya kuingia tu nyinyi mnakuwa mnabadilika. Izavu imeanza kutoka hapa kwenda paka la nani? Nyali. Saa hizi watu wa Nyali wako hapa, kule Nyali wameeka paki yao ya magendo, wanalipisha mgeni. Yavua hapa mvuvi na mgeni yogele hapa, ile ni haki? Kwa hivyo tunasema hivi.